Katika dunia ya leo, teknolojia ya akiba ya mtandaoni au cloud storage imekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku, iwe ni kwa ajili ya kazi, masomo au mahitaji binafsi. Cloud storage inatoa njia rahisi, salama na ya haraka ya kuhifadhi data zako kwa kutumia mtandao. Hapa kuna dondoo muhimu za kuzingatia unapochagua na kutumia huduma hizi. Moja, chagua huduma sahihi ya cloud storage. Kabla ya kuanza kutumia huduma ya akiba ya mtandaoni, fanya utafiti kuhusu watoa huduma mbalimbali. Baadhi ya huduma maarufu ni e, Google Drive, bora kwa watumiaji wa Google Workspace. Spacy Dropbox, rahisi kutumia na inaendana na mifumo mingi. OneDrive, inafaa zaidi kwa watumiaji wa Microsoft. ICloud inahusiana sana na vifaa vya Apple chagua huduma inayokidhi mahitaji yako kulingana na ukubwa wa data bajeti na ufanisi wa programu hiyo. Mbili, thibitisha usalama wa data zako usalama ni jambo muhimu linapokuja suala la kuhifadhi data mtandaoni hakikisha huduma unayotumia ina sifa zifuatazo uthibitishaji wa hatua mbili two factor authentication. ulinzi wa data kwa teknolojia ya usimbaji fiche sera nzuri za faraga dondo. Epuka kushiriki nywila paswadi zako au viungo vya data yako na watu usiowaamini. Tatu, panga faili zako kwa ufanisi. Unapoweka data kwenye huduma ya klaudi, kupanga faili zako ni muhimu ili kuepuka kuchanganyikiwa. Tumia mapendekezo haya he. Unda folda kwa kila aina ya data kama vile ekazi, picha au video tumia majina ya faili yanayoeleweka kama ripoti Januari 2025 badala ya faili moja Ongeza lebo tags ikiwa huduma inaruhusu ili kufanikisha utafutaji wa haraka. Nne, hakikisha una nakala akiba ya nje backup. ingawa huduma za cloud zinatoa usalama mzuri, ni muhimu kuwa na nakala ya pili ya data zako nyeti. Unaweza kutumia diski ya nje eternal hard driver huduma ya pili ya cloudi. Hii inasaidia kuzuia hasara ya data iwapo kutakuwa na tatizo lolote la kiufundi au udukuzi. Tano, angalia ukubwa wa hifadhi na gharama. Watoa huduma wengi wa cloud storage hutoa kiwango cha bure cha hifadhi, lakini unapohitaji zaidi ni lazima ulipie. Hakikisha unaelewa bei ya mipango ya hifadhi ya ziada, aina ya malipo kila mwezi au kila mwaka vipengele vya ziada kama uwezo wa kushirikiana na timu mfano u Google Drive inatoa gibi 15 za bure, lakini unaweza kuboresha hadi mipango ya kulipia kama gibi mia moja kwa gharama ya chini. Sita, tumia muunganisho wa mtandao salama. Unapopakua au kupakia data, hakikisha unatumia muunganisho wa mtandao salama. Epuka kutumia wifi za umma bila ulinzi, kwani zinaweza kuhatarisha usalama wa data zako. Suluhisho hutumia virtual private network unapounganishwa na mtandao usio salama. Saba, futa faili ambazo huzihitaji. Kwa kuwa nafasi ya hifadhi inaweza kujaa haraka, hakikisha unafuta faili ambazo hazitumiki tena. Hii pia husaidia kulinda data zisizo na umuhimu zisiangukie mikononi mwa watu wasio waaminifu. Hitimisho. Mifumo ya akiba ya mtandaoni imeleta mapinduzi makubwa katika usimamizi wa data, lakini ni muhimu kuitumia kwa umakini. Kwa kufuata dondoo hizi, unaweza kuhakikisha data zako ziko salama, zimepangwa vizuri na zinaweza kufikiwa kwa urahisi popote ulipo. Hakikisha unachukua muda kuelewa huduma unayochagua ili kufurahia manufaa yote ya teknolojia hii ya kisasa.